Yes. Habari za muda huu mpenzi amani, wa kitugo chetu cha ah, leo sigio zetu tendela na mgeni, natamani zkutambulisha mwenyewe nani ajishughulisha na nini, karibu madam. Kwa um, majina anaitwa Susana Emil. Um, nasoma chuo cha utumishi, pia najishughulisha na biashara supply sabuni za maji Ah, mana ah, pale chuoni na nasoma kozi yae, nasoma utunzaji wa nyaraka. Karibu sana, tuko na mwanafunzi wa utumishi. Amesema kwamba na kozi yake ni utunzaji wa nyaraka. Ah, unadhani unapata changamoto gani pale chuoni masomoy kwenye masomo chuoni, maybe kwa sababu kozi ambayo ni nimeenda nimetoka nimetoka advance uh, and imetokayani unakuta vitu vingi ambavyo yani ambavyo viko kule, na inabidi uanzie certificate, diploma, degree. Ukifaramia hivi, lazima kidogo inaleta ile yani akili iwe nyepesi kwa changamoto. A, nafikiri ni nani aliyokufutia zaidi katika maisha yako? kwenye maisha tunapoishi na watu yes. Mm, ni mama yao kwenye suala mfano kutotegemea mtu mm. Kwenye sekta mbalimbali mfano, labda mtu anakuahidi kitu fulani, labda nitakufanyia kitu fulani, huwezi mm. jua anaweza akafa akabadilisha mtazamo wake. Pia kwenye suala la kujitegemea, mimi mwenyewe mwenyeweyn mm. kujiwekea yaani, ile mazingira kwamba

kwenye biashara aliponivutia ni kwamba nilimwona alikwanza alianza kwenye steji, yani sikutegemea kama angefikia sasahivi, kwasababu alianza tu ile letua sabuni za maji ko alianza kutengeneza vile low quality, alikuwa hana kiwanda, alikuwa hana nini, lakini mpaka sasahivi namuona kutana na watu mbalimbali wanaofanya biashara aizi. Yeah. Kidogo tafikia tuanzi unafikiri wakati unafanya biashara na masomo yako, je, unaweza kumanage muda wa masomo na muda wa biashara yako? Yeah, ya naweza kumanage kwa sababu biashara inaanza form 1 kuumwani ka oh. Naweza pipi sasa kwenye kusoma, sio kwamba mdogo unakuwa unasoma. Yes. Maana kuna watu wengine wana dansi Yeah. Mwingine atakuta mtu anasoma lakini at the same time anaimba. Kwa hiyo natenga tu muda, huu ni muda wangu wa biashara, huu ni muda wangu wa kusoma, amba Okay. mambo ya biashara na masomo haviingiliani. kitu fulani dau watu wanaoniimarisha, kitu kinachoniimarisha kwanza ni watu mm katika sekta mbalimbali hata kwenye biashara, wanaoniimarisha ni watu, ndo sisi sasa wananiimarisha mfano. Labda nilikuwa na mtazamo unaweza kwenye mfano, kwenye kuamini mtu, wanaokufanya yaani, unajua ile mtu anabadilisha mtazamo wake kwamba mimi maisha yangu yatakuwa hivi na hivi na hivi, wanaobadilisha amini, walionibadilisha mimi ni watu wanaonizunguka. ni jambo gani ambalo linafanya kukutia nguvu sana na shimu wako, ama ni msemo gani ambao nakutia nguvu zaidi? Mi kwenye msemo, msemo ipo yes. Msemo mmoja hapo sijaushika, yes, lakini yeah, kwa kuelezea yes. Naeza kasema ma kuna kuna kitu nakifanya kwa unajua kabisa anafanya kitu hichi hata kama kituwa, aki, watu wa hawakioni kama kizuri, yeah, lakini wanavyokiona kwamba kitakuja kuletea kitu fulani kina amini kitanetea mafanikio, utakuta watu wanakudiscourage, labda umri wako bado mdogo, usiingie biashara. Mtu anaweza kuambia kwamba usiingize biashara kwenye masomo, lakini kitu ambacho kinani encourage mimi <shock -tumalia> ni watu wanapoongea negative, ni push nizidi kufanya kile kitu. Wanasemaga si ya mtu mmoja sasa, ili kwa uwezaje kushirikisha mtu siri yako? Wanasemaga siri si ya watu wawili lakini nategemea na aina ya siri kwa maana nasemaga uh, mm, si, hata kwenye familia kuna siri ambayo anaijua baba na mama mm, lakini ni siri, mm, na kuna siri ambayo anaijua mama bas, so, see, tena mtoto basi, baba haijui, ni siri kwa sababu yeah. <laughs> wanasemaga hivyo kwa sababu hey. Ukishampa okay, mtu siri yako, kama mimi nakupa siri yangu, ni rahisi sana mpano tumekauzana au labda metukia, si miiote sema kwa mtu kwa inakuwa siyo siri, lakini siri ya mtu mmoja nafikiri okay. <sighs> Ni changamoto gani katika biashara yako, kutananavyosa changamoto inayokutananayo kwenye biashara? hasa kwenye upande wa delivery, mm. ni ile na mwitikio wa mteja mpao, mm. unaezokafika sehemu aliokuelekeza yes. ukakuta hapatikani mm. na wakati ukuwa unawasiana naye, au unaizokafika akachelewa kuja kao, unakuta muda, yani kwenye muda pale tunafeli kwa sababu inabidi ukipeleka eh, yes. Yeah. Yeah. Kwa huyu upeleke kwa huyu, kwa mmoja akichelewa, tayari anakuaribia atima ya siku mzima. Vipi, mteja alishawahi kukuibia kutapeli maybe hivyo? Ilikwaje? Shijani alihitaji sabuni tatu, yes. Alitatan mm. akaniambia kwamba apitie ofisini mm. then yela yaani apitia achukua dumu zake anipela pale pale. mm -hmm. Sasa hiyo siku imefika, tukawasiliana kanaambia amepata msiba mm -hmm. sakakuamhpoteza nashnda ofisini nikasema bora tu nimpelekee then hela atatuma kwenye mm -hmm. yeah. simu kwa nikachukua nikapeleka, tangu siku iyo nikimpigia, yeah. okay. ampaka leopka leo bado ukimpigia yeah simu na hata nikituma message hajibu. Wanasema kimekulamba. Nafikiri ni changamoto gani ambayo naipata sana? Ndio. Ilikuwa changamoto sana. Mfano, upande wa kelele Yaani yes. Ilikuwa sisi, mi napenda kulala mapema saa tatu. Sasa ile saa tatu leo melala mpaka mm, saa sita ndo muda wa kupiga kelele. Utakuta rafiki yake watacheka, wataongea. Ile kitu ilikuwa inaniumiza kwa sababu unakuta mtu, yaani nakoga pale sana simu zangu, unapokuaga pale sipati chance nyingi Nakuta hivyo nashindwa kumwambia, nami natumia njia ya vitendo, naamka na mimi. Nikiamka ile asubuhi, sinakuwa melala <laughs> <Yeah. laughs> ia kelele hivi. mara yako ya kwanza kuja hapa Kigamboni, mara ya kwanza kujiunga na chuo, safari yote, umepata hosteli kwaje? Alikuwa ngumu sana kwa sababu jamboni nisema ambayo niwezia kuja. yeah. yeah. Lakini kwenye kupata changamoto mm. <laughs> changamoto yachua labda kwenye makoti joto. yeah. yeah. Aa, changamoto nyingine, kwanza kwenye kozi, kwanza ikuanza kusoma kozi ambayo naisoma sahizi mm. nasoma kozi nyingine ilikuwa ngumu, yani ngumu, nahitaji mtu waanzie nyuma huku kwenye diploma oh. Niliama kweli nilihama, kwa sababu ilikuwa ngumu, ila kwenye mazingira ya Sime hostel mm. yapo vizuri, japokuwa changamoto zinakuwepo, lakini sio nyingi sana. Kama faida katika maisha yako na wazazi wako hivi zaokosha kuambia kitu kajua alikudanganya ni kitu gani?

yaani kila siku ni atakwambia, sina hela, maisha magumu. Siku ambayo mwanangu ana hela, najua uongo. Kwa hiyo akwambia, sina hela kjku ika mzazi, ila kila siku hata kweli ana hela, anakutilia kutokea kwamba labda kama si ataka tu kunionyesha ni unajua, kuna ile mpesa anakuwa na hela, lakini nataka wanangu wazoe kusukuma. Eh, ni kwamba sio kila muda, maana kuna muda inafika, unaona kabisa yani mzazi ana dana ya kusukuma. Na kipindi kwa tokea huyu shaji asubuhi, tukifika tunaangalia na kupika nini tukeni eh, eh, ametulia mchana, kuelewa unakuta yeye unajengeka, sio kimfano, ni kifeli

kipatana ukiambiwa urudi huu maisha ya utotoni iweze kutengeneza jambo ambayo ulikosea utotoni na tza kurekebisha, tegan swali gumu kidogo, kishamlapa tayari. Ah, amesema nikuhusia mahusiano najua nashauku sana kujua ni kitu gani, ni jambo gani, alifanywa nini na nani? Basi mimi na wewe tumuombe, tumbembeleze aziktanga japo kwa kidogo tu, kwa ufupi tu, ila sitaje jina ni kifupi

Sijui umefanya nini Imwe. <laughs> Samahani kwa kipindi hicho kwa kweli ni kwa raisi sana, yaani bwana, kwa ile hali mimi yaani ukianza siku nafanya nini Imwe, nikaambia mimi nimechoka, sijabadilisha, na kucheka hapo nikatumia Imwe, akatuma tena Imwe ile, ndipo nikamtukana, kaanza oh sweet, oh basi, umesema mmoja kwa nini? bora ikiwa mtu anatetea kosa

ni kuachana utakuta na kutafutia pesa kidogo tu, ili ukiingia tuaebasa unaatia, siakusema kwamba ni makosa, kasema tu siendelee siendelee kubebesa mtu, kama kama namwacha yeye hiyo of course. Kwa hiyo niogopa, kushusha unalinda blandi yako. Nasikia hiyo, ndugu zangu, tusibembeleze mapenzi, tunashusha blandi hiyo. Blandi yako yoshikilieni! <laughs> Uh, kwa muda gani toka mmeachana mpaka sasa sasa

sababu unajua effect yake huko kitu ambayo kuumizwa, madhara yake nategemea na mtu mwingine, mtu mwingine amezoea watawe ulizoea. Hapana nanasa kwa mtu ambaye hajazoea, maybe the first time inaweza kukusababishia hata mawazo, yaani miboga, yaani meboga lakini, yaani ukaa unawaza, afu unakuta unajilaumu sasa kwamba mi nikopi ta- unakuta mtu tukanani kwa tamaa zake sia aao. Madhara mengine hata kuna kazini, kama una kazi yako, ani masomo kwa kama mtu anakuja uongozi karibia na mtu wangu. Yaani kwa kweli katika masomo yangu. Watu wengi wanakuta tunakaribia mock, tunakaribia NECTA, ndio ninakuta mtu kuachana hata kufocus na masomo yake. Kuna especially kwa wanafunzi, mtu mtu ana lose direction. Na kuelekea masomo yake mtu anafunga. Kwani ikipata kama mtu na yeye vile kwa hiria, kwa mtu ambaye haye haye basi. Na tunaambaga kusizama. Elea. Elea. Yeah. Kusizama. Kweli kwa wewe wakati ule amekuja basi, kama hiyo usikiaje? masomo yako yalikuwaje kwa kipindi kingine? kusema kweli, nilikuwa kama wiki tu, sasa kama na nilihitaji, yaani, mtu wa karibu, rafiki yangu, kwa sababu siwezi, kwa sababu mzazi. Kwa hiyo, yes, kwa nini tu rafiki yangu, mambo ya hivi na hivi, yeye ndo akanipa. Kwa kwa mambo ya wanaume wako ni kwa sababu mimi bachi kwa

we weni we tofauti na wale wanasema wanaume wote ni mbwa, so weni tofauti na na wale wanaosema hivi. sio sio mka uh, like, yeah, a exi wangu mbwa, sijui so exi wangu hakuna hakuna a wanajua shika hiyo, wanaume wote wana akili. Hata wewe unaosikiliza una akili yako, unafikiri uh, katika maisha yako sasa

na mahusiano ya mbali. Sababu ya mahusiano miaka mitano saba. Sababu ya hapo kwa hapo nakuta mtu mwaka mmoja tu. Wewe ndio sana ni yasema kwa watu wengi wao. Nakuta mtu anakutendea kwa kati. Kama kwamba anaficha mchana. Kama ni anavuta bangi anakunywa haamieshi. Ila kisha kuoa ndio unaanza sasa kuona mtu. Ila mbona mkaleta miaka mitano sitai? Anaweza kuficha lakini kuna vitu mmoja tu. Sasa mpaka hapo, kwamba matarajio yako ano ya kuolewa, hauna matarajio ya kuolewa kwa sasa? Sasa matarajio ya kuolewa, miaka kumi mbeleni, una matarajio ya kuolewa baada ya mujaji, naimeshasema kuanaaini kwa mfano, mtu wamekuja sasa

Kwa okay. Sasa uh, hivi hapana, lakini labda tusiwekwa sasa hivi labda baada ya miaka uh, mitano, tukiwa tupo mwishoni wa kipindi chetu, natamani tumuulize swali moja la uchokozi, swali moja la kichokozi sana, na unajua, unatamani kulisikia hiyo ni mwanamejani ambao ni ambaye unaona anakufaa, yani mwonekano wake awe vipi? sitaatazamaibaye atakuta mke aweze kujua bwana kumbe nafaa hapa kila ki

amaime ambeo usikatishwe kama na mtu yoyote. Nashukuru sana. Nauana karibu sana siku mingine katika kipindi chetu. Hiyo kubali kabisa ha, hapa ndipo mwisho wa kipindi chetu watakia a